Niza mwenyezi hekima, Ewe hey baba wa anili, pamoja na Arshadi, malenga wa Kiswahili, mbabe wa abaja sahibu wangu wa kweli mtu mwenye manishadi, ni za mwenye hikima, hivyo kuwa na baridi. Chombo kupata mrama, ni uweza wa wadudi, na yeye alishasema Mambo yote huyahidi, hivyo kuwa na, huya huya hivyo hivyo na ukomajongo, hivyo hivyo ama taifodi. Ni za Mwenyezi hikima, hivyo kuwa na baridi. Neema haziko na mbali, ni kesho utafanidi, utafani, utafani, utakula sana wali, lozi ama forosadi, vyakula vya kutoka mbali Hijazi na Baghdadi, ni za mwenyezi hikima hivyo kuwa na baridi. Utafika ule muda, wala hauko baidi Watatulie shida wengi katika biladi, mketi mpige funda, usiwe tena uledi. Ni za Mwenyezi hikima, hivyo kuwa wabari. Kudura yake Mwenyezi kuwatahini abidi ampe tambazi na yupi awe jadidi, ni jambo la ajaizi na wewe pia shahidi, ni za mwenyezi hikima, hivyo kuwa wabaridi. Utahodhi nyingi lulu ya kuti na zumari, vije pasi na kudhulu, uwe mtu maujud utalifaulu iburudike fuadi, za mwenyezi hikima hivyo kuwa wabaridi. Wewe kuwa na jubuni na dua zako zizidi, si kwamba mola haoni, usipunguze juhudi. Amini, usiamini, neema hazina hodi, ni za Mwenyezi hikima, hivyo kuwa wabari